Mei 1, 2025, ambapo tuliona machapisho mbalimbali ikiwemo la God bless Lema kutokea Chadema, ambaye aliandika Father Kitima ameshambuliwa, hii ni hatari sana na mwelekeo huu ni mbaya zaidi. Sasa pia ipo sauti ambayo uh, Lema ameishia kwenye mitandao ya kijamii akijinasibu uh, kuwa uh, iko ndo chanzo cha Kitima kuweza kushambuliwa kwa minajili ya milengo ya kisiasa. Mwisho, Lema katika andiko lake hili akasema kwamba huu ni wakati wa kusimamia uh, kusimama kinyume na udhalimu udha wa aina yoyote, kwa umoja wetu kama nchi na taifa la Mungu. Mungu wa kuponya haraka. Aliandika hivyo katika majumuisho ya andiko lake hilo kwenye mitandao ya kijamii. Lakini kwanza, tuisikilize taarifa hii alafu baadaye tutakupa taarifa ya Jeshi la Polisi iliyoitoa kuhusiana na shambulio la Padri Kitima. Jeshi la polisi limetoa taarifa leo iza maovu haya na haya yote yaliyotamkwa ni maovu, na hapo hamna siasa. Tunasema maovu haya yaachwe, hatujawaambiwa mchague wamchague huyo au achague chama hiki. Tutakaposema chagua chama hiki akaacha chama hiki, hapo ndio tutakuwa tumeingia kwenye siasa. Lakini tunaposema acha kuiba kura za mwenzako Acha kuvuruga kura ya raia aliyempigia huyu, ihesabu pale pale, na usipo ihesabu pale, huo ni uovu, ni ushetani, ni dhambi na lazima iachwe, na huyo mtu anayefanya hivi anajua kabisa atawajibika mbele ya Mwenyezi Mungu. Unasababisha watu wanauawa, unasababisha watu wanatumia muda mrefu kupanga foleni kupiga kura, alafu wao wanajua wameshapanga watu wako, wabunge wamesema watachaguliwa wewe unaweka wakwako unaowataka. Sasa hiyo sio mlichokubaliana kitaifa. Kwa hiyo hapo hamna cha siasa na dini, ni kueleza watu tenda kadri wananchi mlivyokubaliana kama nchi, na vile vile heshimu maamuzi ya wananchi. Kuwaambia waheshimu maamuzi ya wananchi sio, hatuwezi kuwaomba ruhusa wao, sisi tutasema. Hawapo kutufundisha sisi tuseme nini, watusemei sisi. Kazi yetu ni kukemea maovu na kuonya wanaoyafanya wayaache. No. E, na wasipoacha yanayakuta mataifa mengine laisaikuta Tanzania.